Yo, Vodacom Tanzania Vodacom Halotel. Hii Vodacom Halotel nafanya kazi kwa Vodacom na kwa Halotel. Pia kunayo Airtel Tanzania free. Hiyo hapo Airtel Tanzania. Lakini za Tanzania siyo hizi peke yake. Tunaweza tukasearch hapa juu kwenye searching network country tuandike hapo Tanzania. Tanzania. Tanzania kwa utaletoa seva zote za Tanzania, haina haja ya kuanza kuperuzi na kusachi sana. Yes, kuna Tanzania Airtel, kuna airtel Vodacom, airtel Friends na kadhalika. Yes, tunaenda sasa kustart up yetu kwenye Tanzania vodacom halotel. Itakavyofunguka ndo kama hivyo. Ikibii connected, unaandikiwa connected kama inavyoweza kuonekana hapo, our app is already connected. Mtandao huu unasoma kwa kasi, guys. Just look, naona mtandao inavyokuchorea hapa mtandao unavyopanda na kushuka kwamba inatumia internet kwa kiwango kikubwa sana. Just twende tukaangalie ukitumia kwenye app inakuaje? Yes, tuangalie kwa upande wa Facebook, maana Facebook and we know that ni sehemu nyepesi, na unapotumia vipieni kuweza kubi test kama hivyo hapo hapo, tumeingia kwenye social media ya Facebook mtanda